Vuta ni kuvute baina ya wafugaji na wakulima katika jamii za kaskazini mashariki mwa Kenya zimeendelea kushuhudiwa miaka nenda miaka rudi. Miaka nenda miaka rudi, kulikuwa na mizozo baina ya wafugaji na wakulima haswa mambo ya maji eh, na pasture. Wakulima na wafugaji hawa wakizungumzia baadhi ya changamoto wanazozipitia kila kuchao kufatia vurugu hizi changamoto kubwa ambayo tunaipata katika ukulima ni hawa mifugo. Naweza kuang'ana, halafu mwisho wa siku wale ng'ombe wakaja wakaharibu shamba lako. Halafu mwenye anachunga wengine ni wa mtoto mdogo, hata ukiongea hakuelewi. Kuna kutoheshimiana, ndio shida mingi inaletwa. Pengine ng'ombe mtowa ng'ombe amekosea, akaweka ng'ombe kwa shamba. Mkulima anachukua panga na kata ng'ombe. Alafu kuna kitu kingine kimekuwa kero sana siku hizi kwa wafugaji ni uwizi wa mifugo. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC, kwa ushirikiano na bunge la taifa la Kenya wakiahidi kuhakikisha vurugu hizi zilizoko zinakamilika baina ya wafugaji na wakulima hawa, wakisema ni sharti kila mmoja aishi kwa amani na uwiano. Tunataka wananchi waishi pamoja tunataka haki kwa kila mwananchi, tunataka uwiano, tunataka watu wasikizane. E, binadamu huwa una utokea shida kati yao, lakini lazima iwe na mkakati ya, ya kusuluhisha ikiwa iko shida yoyote, nidhamu ambayo inaweza fuatiliwa bila nidhamu. Eh, maneno haitaendelea na solution ya shida taasisi hizi zikidokeza kuwa iwapo kuna kiongozi yeyote atapatikana kuchochea vurugu hizi hatua itachukuliwa dhidi yake. Ahadi hii inajia wakati ambao tetesi zimekuwepo kuwa viongozi wenye mifugo wengi wanachochea vurugu zile. Hakuna kiongozi uh, iko above the law. The law is for everybody. Tukipata ya kwamba kirasmi yuko kiongozi fulani anahusiana na hii shida Uh, we shall go head on. Yes, tutaenda kwake ama tutazungumza naye eh, ikihakikisha ya kwamba na tutasuluhisha. Aidha, wametoa baadhi ya mambo ambayo wametilia maanani na kuhakikisha kuwa vurugu hizi zitamalizwa. Changamoto moja ambayo tunapitia ni wale brokers, utapata wanapiga simu kutoka idha tanarifa eh, the northeastern part eh, wakisema wako na mifugo labda zaidi ya elfu moja watataka kuja kulisha pande hii. So kuna hizo changamoto, lakini sisi kama kamati ya usalama tumefanya eh, grazing zones, tume demarcate grazing zones ambaye wafugaji wawesi wakapita pale. Mary Kialo, Undugu TV.